Naam, mtazamaji wa Trend TV, e bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii ya leo bwana, inahusiana na baadhi ya vitu ambavyo vimetokea huko mtandaoni. E bwana, mambo ni moto kwelikweli. Basi moja kwa moja, kama umepita katika mitandao au kama hujapita, basi leo niko hapa kwa ajili ya kukupa full detail kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vimetokea, vilivyopelekea wadau wabaki mdomo wazi. E, bwana, hii inahusiana na kitu ambacho amekifanya huyu hapa si mwingine bali ni Bill Nas ambaye ni mume wa mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Nandy. E, kwa hiyo Bill Nas bwana alikuwa anazungumza na msanii mwenzie, lakini huyu ni wa mahadhi ya Singeli huyo anakwenda kwa jina la Dula Makabila. Kwa hiyo Bilnas bwana amezungumza na Dula Makabila, yani mume wa Nandi Bilnas nenga mafioso amezungumza na Dula Makabila kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vinahusiana na mapenzi kati yake yeye na mkewe. <muchos> Kama unavyoelewa kwamba kwanza kabisa kuna kahistory ambacho kapo kati ya Nandi na Dula Makabila na Bilnas. Maana kama unakumbuka vizuri ni kwamba Dulla Makabila bwana katika nyimbo yake mojawapo ambao aliitoa mwaka uliopita huko, ni kwamba alimtaja kwamba, eh, kuna wimbo wake ule ambao alisema kwamba anawapa tunzo baadhi ya, ya wasanii ambapo Barnaba akapewa tunzo ya eh, ndiye msanii ambaye amejaza majina yake katika vitabu vingi vya guest, lakini pia vile vile eh, kwenye tunzo ya ubishi na ujeuri akapewa Baraka The Prince. Uh, katika tunzo ya kupenda waganga akajipa yeye mwenyewe Dulla Makabila, yani mambo ya ushirikina hiyo. Uh, tunzo bwana Dulla Makabila amejipa yeye mwenyewe, lakini tunzo ya kingasti bora akampa moja kwa moja uh, Bill Nas. So, hii ni moja kati ya vitu ambavyo kwa namna moja au nyingine vilimkera uh, Nandy, lakini at the end of the day yameisha. Sasa hivi wamekuwa ni watu wa karibu, wamekuwa ni washikaji na kama tulivyoona ni kwamba ni wazi kabisa imeonekana kwamba bibi Nandy na Bill Nas na Dulla Makabila wako peace, na hivi karibuni tumemwona tena Dulla Makabila akiwa anazungumza na Bill Nas. Yeah. Yeah. So kitu ambacho kimetokea ni kwamba eh, kijana Dulla Makabila bwana, kuna maneno ambayo alikuwa anamwambia Bill Nas kwamba analogwa na mkewe, yaani kwamba Bill Nas inatakiwa awe makini, Nandy anamroga ili azidi kumpenda. kama unavyoelewa kwamba bwana Dulla Makabila anafahamika kwamba ni mtu ambaye anaendekeza sana ushirikina. Kwa hiyo sasa, mambo yake ya kishirikina ameanza kuyapenyeza moja kwa moja kwa Bill Nas, akiwa anamwambia kwamba Nandy bwana anamroga. Kwa hiyo Bill Nas asija kadhania kwamba labda eti anapel, anampenda Nandy tu kutoka moyoni. Anatakiwa ajue kwamba Nandy bwana anampiga juju and... <laughs> mambo hayo So hapa nataka usikilize conversation yao jinsi ambavyo walivyokuwa wanazungumza, yani, nataka usikilize hapa mazungumzo kati ya Bilnasi na Dula Makabila walivyokuwa wanajadili hilo swala, wakati Dula anampanga Bilnasi kwamba mkewe Nandi bwana namroga, e, na Bilnasi naye na na na na pia wadau pia wamekuja kuweka maoni dau mbalimbali eh, kwa mujibu walivyokuja kuweka comment zao kwenye mitandao ya kijamii nataka kwanza usikilize jinsi alivyokuwa wanazungumzia hilo swala wakati Bill Nase anaambiwa kwamba Nandy anakuroga eh, alikuwa anaambiwa hivyo na Dula Makabila. Sasa wewe si ndo kunizindua dola kafara waje na bebe gani? Utoe yeye eh? Na gramia nini lenga hii kwa mimi? Una gramia eh? Wewe ukisharudi kule kwa mtaalamu sema na wewe kidogo ndo tunasema. Na na nikizinduka na achana naye hapo hapo. Ah, unakuwa sasa mtamu. Tutakuwa naye na mwasiliano <coughs> na kwa njia na mtoto tu. Ah. Ila naye mwasiliano kwa kweli. Eh, lakini na kwa mtu simamu sasa, maana sasa nimekuwa kama nimechanganyikiwa.

bwana hayo ndio maneno ya Dula Makabila, anamwambia kwamba Bill Nas bwana amerogwa mpaka amejikuta amemwoa Nandy. Hakuna chochote anachokumbuka lakini, anachokijua yeye tu ni kwamba anatambua kwamba hiki chakula, huu ni muda wa kwenda kufanya jambo fulani na nini na nini, lakini akili ya yeye na mapenzi yake juu ya Nandy bwana, sio uburi ya vijaji hivi hivi, ni kwamba Nandy amemtengeneza. Sasa kwa mujibu wa Dulla Makabila bwana amemwambia kwamba kuna mganga wake amempangia chumba Mbagala, kwa hiyo inabidi amtafute eh, ili aweze kumpeleka aende akamzindue hicho alichofanywa na Nandy. Hayo eh, ndiyo mambo eh, jinsi yalivyo huko mtandaoni. Sasa wadau mbalimbali bwana wameposti kuhusiana na hii issue. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba bwana Dulla Makabila anaendekeza sana shirki, okay. Na watu mbalimbali hapa mbali wamekuja kuweka maoni yao hapa katika comment section. Kuna mtu amesema kwamba bwana, kama anaishi Mbagala kuu sio mganga tena, uganga ameuacha Kilwa. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, kwa mujibu wa maelezo ya Dulla Makabila, amefanya makosa makubwa sana. Kama mganga alikuwa Kilwa yeye, imekuwaje amemhamishia Mbagara huyo mganga, nguvu tena hana Kuna mtu mwingine amekuja hapa ameandika, aa bwana, ila Dulla Makabila bwana anaamini uchawi kuliko kitu kingine chochote hapa duniani. <laughs> Kuna mdau hapa amesema kwamba bwana, mganga mganga gani anaishi mbagala kweli? Kuna mtu hapa amekuja kuhoji Kuna mdau mwingine hapa amekuja kucomment amesema kwamba bwana Dulla Makabila maisha yake asilimia tisini na tisa anaishi maisha ya kishirikina, yaani hata hilo jina lake pia aliamini kama ni lake au la kurogwa. Hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Huo ndo ushauri wa Dulla Makabila, akiwa anamshauri bwana Bill Nas kwamba amerogwa na Nandy, na anachotakiwa kukifanya Bill Nas ni kwamba amtafute Dulla, ampeleke kwa mganga wake ambaye amempangia chumba huko Mbagala <mulia>